Kuna changamoto ndogo ndogo ambazo tunahitaji uzifanyia kazi kwa sababu wewe ni mbunge msikivu, mbunge wa watu, mbunge ambaye kila ni bokoieta kero za wananchi wa kata ya debukande ulizipokea. Kuna zahanati ya watu wa mapingili, kama ulivyoitembelea zahanati hii ilijengwa kwa nguvu za wananchi. Tunaomba basi utie neno kwa siku ya leo ili watu wa mapingili waweze kufarijika kulingana zaha na zahanati hii. Lakini bado pia kuna changamoto ya barabara. Barabara inaanza ya kukande kuja mapingili, wanahitaji basi lifike eneo la Manyigana, ili kwamba iwe ni barabara la la miundombinu ambayo inawasaidia kutatua changamoto mbalimbali katika eneo hili. Lakini pia kuna mradi wa maji ambao tayari wameshatandika mabomba tu kwanza kujenga mnara au tenki katika kijiji hiki tunaomba nao mradi huu harakishe uweze kuanza kwa muda mwafaka. Hali hiyo wanaitegemea na Mapingiri kwenye yeah. kwenye madarasa mawili ntawaleteeni mifuko 50 ya sementi, kwenye matundu ya vyoo ntawaleteeni mifuko 50 ya sementi. Kwa hiyo mwenyekiti, ut utasaidiana na kamati yako pamoja na mwalimu na wananchi hawa watoe nguvu kazi kuchimba. Mkimaliza hapo, tunajenga vyoo ili watoto wetu wapate huduma nzuri ya choo pamoja na vyumba viwili vya madarasa. Tuanze sasa, tusisubiri paka banane kabisa, alafu tunaanza tuna kufanya kazi ambayo haipendezi. Lakini zahanati ambayo ndio ombi kuu katika kijiji hiki cha Mapingili, zahanati hii tumeshaiweka kwenye mpango wa fedha na nitaleta kama sio milioni hamsini milioni sitini kuikamilisha. Itakuwa naendelea kufuatilia kwamba hela zimeingia, hela zimekuja Mapingiri, kazi inaendelea, wananchi wanapaua zahanati yetu, ili nitakapomaliza kuapishwa mwezi wa kumi na mbili nije sasa, hapo katika kuwashukuru nitembelee likiwa limepauliwa Mapingiri. Oe, Mapingiri safi. Kwa hiyo tuende na tuende na zote zote sasa. Shule za msingi, vyumba viwili madarasa, mimi taleta ta hizo, na zahanati nitahakikisha katika fedha tutakazopata za mwanzo kabisa, na iweka zahanati ya Mapingi.